Andika kipimo cha kuaminiwa kwa mtu. Kipimo cha kuaminiwa kwa mtu kinaitwa au kinajulikana kama uaminifu. Hicho ndio kipimo. Kama kuna mtu anataka kukuamini akupe hela, Uaminifu. Kuna watu wengi wameharibu mahusiano kwa sababu ya kukosa uaminifu. Kuna watu wamekosa vyeo kazini mwao kwa sababu ya kukosa uaminifu. Kuna wengine hawaolewi kwa sababu sio waaminifu umepimwa kwa vitu vidogo. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Amen, ni kama wiki kadhaa zimepita na kijana mmoja aka, akaenda kwa binti yetu mmoja na kwa namna alivyoenda kwa sababu ana gari na aina fulani akajua sasa hapa huyo, eh, mtu atapagawa. Na ile gari ilibarikiwa, ndio maana nasema hili na ile liwefundishwa kwa wengine. Yesu asifiwe, Amen. Yule binti akamuuliza, umeokoka? Akasema ndio. Umebatizwa kwa maji mengi? Amwambia ndio. Akanishirikisha, Aba kuna mtu amekuja, simweleueleu ila naomba maombi na nilimwongoza maombi, fanya naye maombi ya mapatano. Akaja akaniambia nimelala usiku, nimeonyeshwa huyu mtu ni mwongo mwongo. Kwa hiyo ulimwengu wa roho ulimwonyesha huyu mtu sio mwaminifu Kaambia, kwa hiyo kasema, ndio nimeona hivi. Nikamwambia si tu hivyo kuna moja, mbili, tatu, nne kinachoonekana kufuatilia kwao. Nikamsaidia kufuatilia kwenye kanisa, tukaanza kanisa A, alikuwa anasali tabia yake, tukaja kanisa B, alikuwa anasali tabia yake, tukaja kanisa